Haya yajikiri, chama cha wahasibu nchini, ICPAK, sasa kinataka uchunguzi huru kuhusu sakata ya ajira katika mamlaka ya afya ya SHA. Hii ni kufuatia kuripotiwa kuwa Andrew Rotich, aliyefichua ulaghai wa mabilioni ya pesa, alitupwa nje ya orodha ya walioteuliwa upya kwa ajira. Rotich, ambaye awali alikuwa naibu mkurugenzi wa ukaguzi katika SHA, anaripotiwa kupoteza kazi baada ya kufichua sakata hiyo, kama anavyotuarifu Ben Kirui. ICPAK ni wa hivi punde zaidi kuongeza sauti zao na kutaka maelezo kuhusu mchakato wa ajira katika mamlaka ya afya ya jamii SHA ambao unazidi kukumbwa na utata. Hii ni kufuatia kutupwa nje kwa jina la Andrew Kipkirui Rotich kwenye orodha ya walioteuliwa karibuni kwa mchakato wa ajira upya.

Chama hicho cha wahasibu sasa kikitaka maelezo ya kina kuhusu sababu ya jina la Rotich kuondolewa licha ya kufuzu kuwa bora kwa mahojiano ya mwezi Aprili iliyompa nafasi kuwa naibu mkurugenzi wa ukaguzi NHIF. He was part of the audit team that revealed suspected irregularities in medical billing within Kenya public health system, findings that contributed to the ongoing law enforcement and oversight interventions. We want to make sure he, our members are treated fairly when they discharge their duties. Rotich cginageni alikuwa miongoni mwa wakaguzi walioanika sakata la ulaghai wa mabilioni ya pesa kupitia bili za matibabu na kusababisha kufungwa kwa zaidi ya hospitali elfu moja mia tatu. Kuondolewa kwake katika orodha mpya ya ajira kumezua maswali mengi As an And we urge the Social Health Authority and the Ministry of Health to uphold fairness, justice and due process in the case of CPA Rotich. Mbali na Rotich, manaibu wakurugenzi wengine wawili, Ruben Mutwiri Mutura na Halima Gurai Sanei, pia wanaripotiwa kuwa nje ya orodha ya walioteuliwa upya baada ya mahakama kuamuru marudio ya mchakato wa ajira wa Aprili. Ben Kirui, Runinga ya Citizen, Nairobi.